Sauti ya ndani inabadilisha hatima yako. Je, unaisikiliza? Kuna kitu ndani ya kila mwanadamu ambacho hakionekani kwa macho ya kawaida, lakini kina uwezo mkubwa sana wa kubadilisha maisha yote. Hii sio sauti ya nje, siyo mawazo ya haraka ya akili yako, bali ni hisia tulivu inayokuja bila kelele, lakini ikipuuzwa, maisha yanabadilika polepole mpaka pale utakapoanza kuisikiliza. Hii ndiyo sauti ya ndani tunaita intuition. Watu wengi huwa wanafikiria hii intuition ni kama bahati au hisia za kawaida, lakini katika uelewa wa kiroho sauti ya ndani ni njia ambayo nguvu za ulimwengu zinawasiliana na nafsi yako. Naomba nikwambie, kabla jambo lolote halijatokea katika ulimwengu huu wa kawaida, ni lazima kwanza litokee ndani yako. Ni lazima kwanza upate taarifa kutoka ndani yako. Sasa swali ni je, utaisikia vipi au utaitambua vipi hii sauti ya ndani? Naomba unisikilize kwa makini sana. Hii video ipo kwa ajili yako. Kuna kitu universe inataka ujifunze siku ya leo. Kila mtu hapa duniani amepata ile hisia ya ghafla ya kutotaka kwenda mahali fulani. Yaani, unakuta umepanga kwenda mahali fulani, lakini ghafla unajikuta kuna hisia inakuambia usiende sehemu fulani, na kunakuwa hakuna sababu ya wazi, hakuna hatari yoyote ile inayoonekana, lakini unajikuta tu unapata hiyo hisia kwamba mimi najisikia kutokwenda sehemu fulani. Sasa ndani yako kunakuwa na uzito usioelezeka, yaani hata mtu akikuuliza we, unakuwa huwezi kumwelezea zaidi tu ya kumwambia kwamba mimi sijisikii kwenda au sitaki kwenda sehemu fulani. Sasa watu wengi huwa wanaipuuza hii hisia kwa sababu akili inataka maelezo, yaani wakati hii hisia inakuja, akili yako inakuambia una sababu zozote kwa nini hutaki kwenda asa akili ikiona hivyo inaanza kupingana na hiyo hisia, lakini mara nyingi intuition huwa haihitaji ushahidi wala maelezo yoyote. Hii sauti ya ndani huwa haitaki maelezo wala logic ya aina yoyote ile. Mara nyingi sauti ya ndani inaona kile ambacho macho hayawezi kuona bado. Yani ni kama mwili na nafsi zinahisi mabadiliko ya energy kabla tukio halijatokea na baada ya tukio kutokea, ndipo akili sasa inaanza kung'amua kwamba kumbe ndio maana nilikuwa najisikia vile. Na hii ndio sababu watu wengi baadaye wanasema nilihisi tu nisifanye hivyo Yaani, mtu anaanza kusema mimi nilijua tu, ndio maana nilikuwa sijisikii kufanya kitu hicho. Sauti ya ndani mara nyingi inakuja kama ulinzi kabla tukio halijaonekana. Kwa hiyo hupaswi kuipuuza hii sauti ya ndani, hata kama haina maelezo, hata kama akili yako inaona ni ujinga. Na kuna wakati unaweza kuhisi msukumo wa kufanya kitu fulani, yaani unapata sauti ndani yako inayokuambia anza sasa kuna mlango unafunguka, unajikuta unapata msukumo wa kuanzisha jambo jipya, kubadilisha njia fulani, kuanza safari ambayo hujawahi kuifikiria kabla. Lakini mara nyingi hofu inaingia ndani yako, inaanza kupingana na hiyo sauti. Akili inaanza kuuliza, je, niko tayari? Je, nikishindwa? Je, huu ni wakati sahihi? Yaani akili inaanza kukuuliza hayo maswali, lakini universe huwa haifungui milango yote kwa wakati mmoja. Huwa inatoa ishara kwanza, na ishara hiyo mara nyingi huwa inakuja kama hamu isiyoisha ya kuanza. Yaani ule msukumo unaopata kwamba nataka kuanza kitu fulani. Nataka kufanya kitu fulani. Hiyo ndio ishara namba moja kutoka kwa universe, na ndio intuition, ndio sauti ya ndani tunayoiongelea hapa. Sasa watu wengi wanajikuta wanachelewa mafanikio yao sio kwa sababu hawakuwa tayari, sio kwa sababu wao ni wazembe, bali kwa sababu walipuuza hii sauti. Walitawaliwa na hofu, walisubiri mpaka waondokwe na hofu kabisa ndipo wachukue hatua. Lakini ukweli ni huu hapa, hofu huwa haipotei kabla ya wewe kuchukua hatua. Hofu inapungua baada ya wewe kuchukua hatua. Kwa hiyo unapoisikia hii sauti ndani yako, inazidi inaitawala akili yako anza kuchukua hatua, hofu zote zitakuondoka na utaona njia ya mafanikio yako. Kama ndani yako kuna kitu kimeguswa wakati unatazama video hii, tafadhali sana usipite kimya, andika neno hapo chini kwenye comment nasikiliza na nimeguswa. Wakati mwingine kukubali na kuisikiliza sauti yako ya ndani ndiyo hatua ya kwanza ya mabadiliko. Watu wengine watasoma komenti yako na kujua hawako peke yao kwenye safari hii ya kiroho. Na pia unaweza kuwa unajiuliza kuna utofauti gani kati ya hii sauti ya ndani na hofu? Na hii ndio sehemu inayowachanganya watu wengi, naomba nisikilize kwa makini sana. Mara nyingi hofu huwa inapiga kilili, inakuumiza kichwa chako inaiumiza akili yako inakimbiza mawazo inaleta wasiwasi na presha. Lakini intuition au sauti ya ndani huwa inakuja kwa utulivu. Yani, hata kama ujumbe wake ni mgumu haueleweki, lakini ndani kunakuwa na amani fulani. Yani, katika hiyo sauti kuna kuwa na amani fulani. Unapata hofu inataka wewe ukimbie, lakini sauti ya ndani inataka uchague kwa utulivu. Na ukijifunza kutofautisha vitu hivi viwili, maisha yanaanza kubadilika kwa sababu utaanza kuongozwa badala ya kusukumwa. Hofu mara nyingi huwa inakusukuma, inakupa msukumo kwamba fanya hivi, usipofanya hivi inakuwa hivi, lakini intuition huwa inakuja kwa utulivu na kwa upole sana, na mara nyingi maamuzi yake huwa yanaleta amani ya moyo. Sauti ya ndani ni kama onyo linalokuja kwako kabla kitu hakijatokea. Huwa ipo hivi. Kuna wakati maisha yanatupa ishara kabla jambo halijatokea lakini ishara hizo huwa haziji kwa makelele, huwa zinakuja kwa hisia, hisia zinazotoka ndani yako. Sauti ya ndani mara nyingi ndio onyo la kwanza kabla ya hatari kuonekana wazi, na ile hali ya ghafla ya kutokuwa na amani, yaani unajikuta unakosa amani hata kama kila kitu kinaonekana sawa nje. Unaweza kuwa mahali pazuri na watu wazuri, lakini ndani yako kuna msukumo wa kuondoka yaani unajikuta unakosa amani kabisa na hao watu. Akili inakuambia hakuna tatizo, hawa watu ni wazuri kabisa, wanaongea vizuri, lakini nafsi yako inasema hapa sio mahali sahihi, hawa watu sio watu wazuri kwako. Sasa watu wengi baadaye huwa wanatambua kwamba walihisi mapema, yani walipata hisia mapema, lakini walijilazimisha kubaki, waliipuuza hiyo hisia. Sauti ya ndani huwa inaona mwelekeo wa energy kabla matokeo hayajatokea, na ndio maana wakati mwingine intuition inakuzuia bila ya kukupa maelezo. Sio kukutia hofu, bali kukupa ulinzi. Unapokosa amani juu ya jambo fulani, tambua kwamba hiyo sio bahati mbaya. Mwili na nafsi vina uwezo wa kuhisi mabadiliko ya mazingira kabla akili yako haijayachambua. Lakini mtu anapopuuzia hisia hizi mara kwa mara, huwa anaanza kujifunza kuishi kinyume na mwongozo wake wa ndani. Unaanza kuishi kinyume na kanuni za kiulimwengu, na hapo ndipo matatizo yanaanza kujirudia na jambo jingine ambalo watu wengi hawajui ni kwamba sauti yako ya ndani inaweza kukuongoza kwenye bahati, yaani ukapata bahati. Watu wengi huwa tunaita bahati nzuri, au tunasema ah, fulani ana bahati, lakini mara nyingi hii ni kusikiliza mwongozo wako wa ndani sauti yako ya ndani inasema nini? Sauti ya ndani inaweza kukupa uamuzi wa ghafla wa kubadilisha njia. Unajikuta ulikuwa unapita barabara hii hapa lakini, ghafla unapata msukumo wa kubadilisha njia, sasa unaelekea barabara nyingine. Na pia unaweza kukutana na mtu kwa wakati usiotarajia. Na pia sauti ya ndani inaweza kukusukuma kuanza jambo bila sababu kubwa, yani unaanza tu kimzaha mzaha alafu baadaye linakuja kukufungulia milango ya mafanikio mafanikio. Universe huwa inaongoza kwa kupitia hisia ndogo ambazo zinaonekana za kawaida, yaani yale mambo ambayo sisi tunayaona ya kawaida ya mizaha mizaha ndiyo ambayo yanatupeleka kwenye mafanikio. Bahati mara nyingi huwa inakuja pale unapofuata hisia ya ndani, hata kama hauielewi kikamilifu. Unaweza tu kujikuta umeamka ghafla, unajisikia kwenda sokoni ukiulizwa sokoni unaenda kufanya nini, huna majibu. Sasa kwa hali ya kawaida, mtu anaweza kukuona huyu chizi, huyu amechanganyikiwa, lakini hiyo ni sauti yako ya ndani. Sasa ukiamua kuitii, na ukaona inakupa amani ndani ya moyo wako huko unakokwenda unaweza kukutana na bahati yako ambayo haihusiani kabisa na sokoni. Unaweza kujikuta njiani unaokota hela, au unakutana na mtu ambaye anakuambia kitu cha muhimu sana, au anakuambia fursa ambayo inakupeleka kwenye mafanikio. Kwa hiyo sauti ya ndani sio kitu cha kukipuuza. Sasa, je, nini kitatokea kama wewe ukiwa ni mtu wa kuipuuza hii sauti ya ndani mara kwa mara? Ishu ni kwamba sio kwamba hii sauti ya ndani itaondoka. Tatizo ni kwamba mtu anapozoea kuipuuza mara kwa mara, huwa anaacha kuisikia, yaani mwili wake unaacha kuifeel hii sauti ya ndani na hapo ndipo maisha yanaanza kuwa magumu bila kueleweka. Unakuta fursa zinakupita, maamuzi yako yanakuwa ni mazito na ni maamuzi mabaya, na mtu anajikuta anarudia makosa yale yale kila siku wengine wao we wanasema maisha yao yanaandamwa na mikosi au wao hawana bahati, lakini mara nyingi ni ishara kwamba waliondoka mbali na mwongozo wao wa ndani, yaani wanaipuuza sauti yao ya ndani. Unakuta sauti ya ndani inakwambia pita njia hii, wewe unapuuza, unapita njia nyingine, kinakuja kinakulamba. Naomba unisikilize kwa makini Unapofanya maamuzi kinyume na intuition yako au sauti yako ya ndani, unalazimisha njia ambayo haikuwa yako, yaani unapita njia ambayo sio kusudi lako, na kila kitu kinakuwa ni kigumu zaidi kuliko kilivyopaswa kuwa. Kwa hiyo, jenga mazoea ya kuisikiliza na kuitii sauti yako ya ndani, hata kama inapingana na akili yako, wewe isikilize, na huwa iko hivi hata ukiipuuzia hii sauti ya ndani huwa haikati tamaa, itajaribu tena kukukumbusha kwa kupitia hisia zako, kwa kupitia ndoto, kwa kupitia hali zinazojirudia rudia, yaani mpaka uanze kusikiliza tena kwa sababu kusudi la maisha yako haliwezi kupotea, lakini unaweza kuchelewa kulifikia. Kwa hiyo utajikuta unachelewa sana kufika katika safari yako ya mafanikio, sio kwa sababu wewe ni mzembe, sio kwa sababu huna bahati, bali ni kwa sababu ulikuwa unaipuuza hii sauti ya ndani tangu huko nyuma. Na kinachofanya watu wengi kupuuza hii sauti ya ndani ni kwamba jamii yetu imetufundisha kuamini kile kinachoonekana tu, yaani tunachokiona kwa macho, kwamba logic, ushahidi na maoni ya watu wengine. Yaani lazima hicho kitu kiwe na maelezo. Lakini safari ya kiroho huwa ni ya ndani sio ya nje. Haihusishi vitu tunavyoviona kwa macho yetu. Watu wengi huwa wanapuuza sauti ya ndani kwa sababu wanaogopa kuonekana tofauti. Wanaogopa kuonekana kwamba wao ni watu wa ajabu wanaogopa kupoteza kile walichokizoea au wanaamini wengine wanajua zaidi kuliko wao wenyewe na ndio maana leo hii utaona mtu haamini katika maombi yake binafsi ni mpaka aende akaombewe ndipo anaamini kwamba hapa ndo nitapona au hapa ndo nitapata kitu fulani lakini ukweli ni kwamba hakuna anayejua njia yako zaidi ya nafsi yako wewe mwenyewe na huo ndio ukweli Sauti yako ya ndani huwa inaanza kwa kunong'ona taratibu sana, na ukisikia maisha yako yanakuwa mepesi. Ukiikataa, ishara zinazidi kuongezeka, yaani universe huwa haiachi kukuletea ishara. Mara nyingine watu unakuta wanapoteza kazi, mahusiano yanabadilika, au hali zinabadilika ghafla. Sasa hiyo sio adhabu, ni msukumo wa sauti yako ya ndani. Universe inaondoa kile ambacho hauwezi kukiachilia wewe mwenyewe. Yani, kama kuna kitu kibaya umekishikilia na universe inakuonya we utaki, basi universe inaamua kukiondoa, inaamua kukunyang'anya hicho kitu, kwa sababu kusudi lako haliwezi kusimama kwa muda mrefu mpaka uachie hicho kitu. Sasa mpaka hapa unaweza kuwa unajiuliza je, nitajuaje kwamba hapa sasa, muda huu, sauti ya ndani ndiyo inaongea na mimi au hiki ninachokisikia ndani yangu ndiyo intuition. Ndiyo sauti yangu ya ndani. Hapa naomba unisikilize kwa makini sana, kwa sababu ndipo somo lilipo. Sauti ya ndani huwa haiji kwa maneno ya wazi, yani kwamba inakutamkia sentensi kabisa, ondoka hapo, au pita njia hii hapa, na huwa haiji kama mtu anayekuita kwa jina. Huwa inakuja kwa hisia, kwa mabadiliko ya ndani, na kwa hali ambazo huwezi kuzielezea kwa mantiki, lakini unazihisi kwa nguvu, yaani inakuja kwa hali ambazo mtu mwingine akikuuliza, huwezi kumpa maelezo. Na watu wengi huwa wanasubiri ishara kubwa ili waamini, lakini ukweli ni kwamba mwongozo wa ndani huwa unaanza kwa vitu vidogo sana, na ukivipuuzia, ndivyo vinavyoongezeka taratibu. Ishara ya kwanza kabisa kwamba hii ni sauti yako ya ndani inaongea na wewe, unapoteza amani mahali ambapo awali uliona utulivu. Dalili ya kwanza mara nyingi ni amani kupungua. Sehemu uliokuwa unaipenda inaanza kukuchosha, mazungumzo yale yale yanakuwa hayakuvutii tena. Yani hata ukiwa na watu ndani unahisi upweke fulani hasa. Hii sio lazima iwe huzuni, ni ishara kwamba eneji yako inaanza kubadilika na nafsi yako inakuandaa kuondoka kwenye hatua za zamani. Sauti ya ndani mara nyingi inaanza kwa kukuonesha kwamba muda umebadilika, kwa sasa sio muda tena wa kuendelea kukaa hapa. Ondoka, muda wako wa kukaa hapa umeisha. Ukiona unapata hiyo hali na unakosa amani ndani yako, basi tambua sauti yako ya ndani ipo kazini kuongea na wewe na unapaswa kuitii. Dalili nyingine ni kupata hisia ya ndani sio na maelezo, yaani kuna nyakati unahisi kitu kinakuambia ufanye au uache jambo fulani, lakini haujui ni kwa nini, na kunakuwa hakuna sababu ya wazi, lakini hisia hiyo inarudi tena na tena, yaani kila siku, hata kama ukijilazimisha kuendelea kukaa sehemu fulani, au kuendelea kukaa kufanya kitu fulani. Sasa hiyo ndiyo intuition. Akili inatafuta sababu, lakini sauti ya ndani inatangulia kabla sababu haijaonekana. Yani, kabla tukio halijatokea, sauti yako ya ndani inaanza kukuonya, inaanza kukupa warning. Na mara nyingi ukiangalia nyuma, unagundua ile hisia ilikuwa sahihi tangu mwanzo. Na ndio maana watu wanaopatwa na majanga au matatizo makubwa maishani, ukiwauliza, watakwambia, lakini mimi nilipata hisia kuna hisia fulani ilikuwa inaniambia roho yangu ilikuwa inasita, lakini nikaendelea. Dalili nyingine utaiona mwilini mwako, mwili wako utaanza kuwa sensitive zaidi. Wakati sauti ya ndani inaanza kuwa kali, inaanza kuongea ndani yako, mwili pia unabadilika. Unaweza kuhisi uchovu ukiwa karibu na watu fulani, au unapata utulivu mkubwa ukiwa sehemu fulani bila kuelewa sababu. Mwili wako ni kama antena unahisi energy kabla akili haijaitafsiri, na ndio maana wakati mwingine unaondoka mahali fulani, alafu unajihisi mwepesi ghafla. Kwa hiyo kama una marafiki au una watu fulani ambao kila ukikutana nao mwili wako unabadilika aidha unakosa amani, mwili wako unakuwa mzito, mchovu zaidi, basi tambua hiyo ni sauti yako ya ndani inakuambia, ondoka mahali hapo au hao watu, hawa watu hawakufai tena, na ukiondoka tu mwili wako unaanza kupata wepesi fulani, hiyo ndio intuition. Dalili nyingine, utajikuta unapata mawazo au ishara zinazojirudia mara kwa mara ujumbe wa ndani au sauti ya ndani huwa haiji mara moja afu kisha inapotea. Ni lazima ijirudie, yaani hii sia ni lazima ijirudie. Wazo lile lile linakuja tena, unasikia ujumbe ule ule sehemu tofauti, unakutana na mazungumzo yanayofanana na hali unayopitia. Sasa hii sio bahati mbaya, ni kama maisha yanajaribu kuvuta umakini wako hadi usikilize, yaani universe inajaribu kuvuta umakini wako uipe attention kwamba wewe, kuna kitu fulani. Ukitoka hapa utaenda sehemu nyingine, unakutana na ishara hiyo hiyo. Ukikaa akili yako inajirudia kupata mawazo yale yale, kwamba kuna kitu fulani, hawa watu sio wazuri, niondoke, nifanye kitu fulani. hiyo ndiyo intuition. Na huwa haiachi mpaka uitii. Dalili nyingine ni kuhisi kuvutwa kwenye kitu fulani bila sababu Wakati mwingine unaweza kuhisi unavutiwa na njia fulani mpya au somo jipya au mabadiliko fulani bila ya kujua ni kwa nini, na kuna kuwa hakuna uhakika wa mafanikio. Kwa mfano, ghafla mtu anaweza kupata hisia za kwamba ili niweze kupata mafanikio ni lazima ni lazima nisafiri niende da. Da kuna nini? Hana majibu, lakini hisia zake tu zinamwambia kwamba yani ni lazima uende daa, na unakuta ndani yake anapata amani anapofikiria swala hilo. Sasa hii ni dalili kwamba sauti ya ndani inaonyesha mwelekeo mpya. Intuition haikuonyeshi ramani yote, yani haikuambii kwamba wewe ukifika da utapita hapa, utakutana na mtu, utaokota hela, utashinda bahati nasibu. inaonyesha hatua inayofuata tu Yaani, itakwambia tu kinachofuata ni kusafiri kwenda daa. Ukifika daa huko, intuition itazidi kuwasiliana na wewe katika kila hatua. Kwa hiyo usitake sauti ya ndani ikupe picha yote, kwamba wewe utapita hapa hapa hapa mpaka ukifika hapo utafanikiwa. Hapana, sauti ya ndani huwa inakupa hatua tu inayofuata, kwamba kinachotakiwa kwa sasa ni wewe kusafiri kwenda daa. Ukishafika huko da, sasa sauti ya ndani itazidi kuwasiliana na wewe na kukufikisha kwenye mafanikio. Sasa huu nimetoa tu ni mfano, usije ukaanza kukurupuka na kusema kwamba ngoja na mimi nisafiri niende da huko, nitakutana na mafanikio yangu. Hapana, isikilize sauti yako ya ndani. Kila mtu ana njia zake za kufanikiwa, kila mtu ana njia zake za kupita ili aweze kufanikiwa. Inawezekana wewe kufanikiwa kwako kwa ni kutulia nyumbani kwako, na mwingine kufanikiwa kwake ni lazima atoke aende sehemu fulani. Na dalili nyingine ni kupata hisia kali ghafla, au tunasema emotional release, bila sababu ya wazi. Mtu anajikuta ghafla anaanza kulia, unajisikia mwepesi au kutaka kuwa peke yako. Sasa huu sio udhaifu, ni kuachia energy ya zamani ili uwe tayari kwa hatua mpya. Sauti ya ndani mara nyingi huwa inaleta utakaso wa ndani kabla ya mabadiliko makubwa. Kwa hiyo ukiona hisia zako zinaambatana na kupata hisia kali ghafla, yaani unapata msukumo wa kufanya kitu fulani pamoja na emotions za kulia unajisikia huzuni, unajisikia kutaka kuwa peke yako, basi tambua hiyo ni sauti ya ndani. Dalili nyingine ni kuhisi kama maisha yanakusukuma ubadilike. Kuna kipindi mambo yanaanza kubadilika bila ya wewe mwenyewe kupanga mahusiano yako yanabadilika, mipango inachelewa, njia ulizotegemea zinafungwa. Hasa watu wengi huwa wanafikiria kwamba hii ni bahati mbaya, lakini mara nyingi hii ni ishara kwamba maisha yanakuongoza kwenye njia nyingine. Yaani, kuna kitu kinaongea ndani yako, sauti ya ndani. Inapoongea na mtu, kile kisichoendana naye kinaanza kuondoka polepole. Kwa hiyo inawezekana hao ni watu ambao walikuwa hawakufai au ulikuwa umeshikilia kitu ambacho hakikufai, na sauti ya ndani inajaribu kuzungumza na wewe kwamba achana na hao watu, acha kufanya hicho kitu. Hatima yako haibadiliki kwa tukio moja, huwa inabadilika kwa maamuzi madogo ambayo watu wengine hawaoni we. Ili hatima yako iweze kubadilika Inatakiwa ufanye maamuzi ya kusikiliza ile hisia ndogo unayoipata ndani yako. Inatakiwa ufanye maamuzi hata kama hauna uhakika nayo, ufanye maamuzi ya kuacha kile kinachokunyima amani. Na mara nyingi ukiangalia nyuma, unagundua kwamba maisha yako yalibadilika siku ambayo uliamua kujisikia badala ya kuogopa. Kwa hiyo anza kujisikia au anza kuisikia hiyo sauti yako ya ndani, maisha yako yatabadilika. Kila mtu anaongozwa. Tofauti ni kwamba sio kila mtu anasikiliza. Kama kuna sauti ndani yako inayokuita ubadilike, Kama kuna hisia inayokuambia muda umefika, inawezekana maisha yako yanataka kusonga mbele, lakini yanasubiri ruhusa yako. Yanasubiri maamuzi yako. Kwa hiyo sikiliza utulivu wa ndani kwa sababu mara nyingi sauti tulivu ndiyo inayojua njia kabla macho hayajaiona. Kama umefika mpaka hapa, tambua jambo moja muhimu, haujafika hapa kwa bahati mbaya. Kuna sababu ulihisi kusikiliza video hii mpaka mwisho, na mara nyingi maisha yanatuletea ujumbe pale tu tunapokuwa tayari kusikia. Kwa hiyo inawezekana ndani yako tayari kulikuwa na maswali. Inawezekana tayari ulikuwa unahisi mabadiliko. Na leo umepewa tu ukumbusho wa kusikiliza sauti ambayo ilikuwa ndani yako muda mrefu. Naomba nikutie moyo, haujachelewa, haujapotea na haujakosea njia. Jifunze kuamini utulivu wako wa ndani kwa sababu hapo ndipo mwongozo wa kweli ulipo. Endelea kusonga mbele kwa hatua ndogo, kwa imani na kwa utulivu. Kila kitu kinafunguka kwa wakati wake. Asante sana kwa kuwa hapa, asante sana kwa kunisikiliza. Tafadhali sana share video hii na wale wote wapendao, ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado hujasubscribe, hakikisha unasubscribe ili video inayofuata isije kukupita. Asante sana.